Anza siku yako kwa kuamka kati ya saa kumi na moja alfajiri na saa kumi na mbili asubuhi. Kunywa glasi moja ya maji ili kuupa mwili wako unyevu. Baada ya hapo, toka nje kidogo kupata mwanga wa jua, kisha kula kifungua kinywa chenye protini nyingi ili kuongeza nguvu zako. Baadaye tumia dakika tano hadi kumi kwa kutafakari. Ikiwa muda unaruhusu, fanya mazoezi mafupi ya haraka. Iwapo unapenda kafeini, kunywa kikombe kimoja ili kuongeza umakini wako, kisha anza kazi yenye umakini mkubwa. Baada ya tena kitabu ili kuchochea akili yako. Kwa chakula cha mchana, chagua mno wenye protini nyingi na wanga kidogo. Usisahau kutoka nje tena kupata hewa safi na mwanga wa jua. Pia jitahidi kuwasiliana na marafiki au familia ili kuimarisha mahusiano yako. Jihusishe na shughuli za ubunifu kama kuchora, kupiga muziki au kuandika. Kwa chakula cha jioni kula mlo uliojaa protini na wanga wenye afya. Takriban saa moja kabla ya kulala, unaweza kutumia magnesium ili kusaidia mwili wako kupumzika. Epuka kutumia skrini ili kupunguza mwanga wa buluu unaochelewesha usingizi. Kisha tafakari kuhusu siku yako, andika malengo ya kesho na fanya mazoezi ya kupumua. Mwisho, nenda kulala kati ya saa tatu na saa nne usiku ili mwili wako upate nguvu mpya kwa siku inayofuata. Ratiba hii rahisi lakini yenye ufanisi inaweza kubadilisha maisha yako ya siku na kukusaidia kukua kwa uthabiti.